Wa Ushirika na Mkutimango, leo hii nimekuwa na ziara fupi katika kata hii ya Mango Pachani. Leo hii nimekuja kwenu, nimekuja kuonana nani, naunza utaratibu wangu, maanake sio mara ya kwanza nafika katika maeneo haya. Natambua bunge la bajeti linaendelea, lakini mimi mbunge wenu nikaamua kuliacha bunge, nikaamua kuja kwenu nika itakuwa muungwana nina ninamaliza bunge bila kuonana nani ndugu zangu wa mkutimango na ushirika. Kwa hiyo leo hii, ndugu zangu wa mkutimango na ushirika, kwanza nimekuja mbele yenu, nimekuja kuwaaga ndugu zangu, kuwa ikifika siku ya tarehe ishirini na saba mwezi huu wa sita mimi namaliza ubunge wangu. Kwa hiyo, ndugu zangu, nimekuja kuwaaga. Na Mwenyezi Mungu akinipendeza na nyinyi, kama mkiridhia, mtaniambia hapa leo. Kama mtaamua nikae pembeni, niko tayari. Kama mtaamua niendelee kugombea ubunge katika jimbo hili, nitashukuru tena zaidi. Kwa hiyo, ndugu zangu Ankutimango na Ushirika, muko tayari niendelee kugombea ubunge au nipumzike? Nawashukuruni sana kwa ridhaa yenu. Kwa hiyo ninawaahidi ndugu zangu wa mkutimango na ushirika, nitachukua fomu tena ya ubunge kwa ajili ya kupeperusha bendera katika jimbo hili la mtwara vijijini, tuseme inshallah na mniombee dua. Lakini kuna swala kubwa ambayo napambana nalo, swala la maji. Nakumbuka kubuka mliipa maji machafu, nilijisikia vibaya sana, lakini mimi kama mbunge wenu nimeanza jitihada za kuonyesha tunapata maji katika kata yetu katika kijiji chetu. Mimi kama mbunge nilipewa visima vitano vya mbunge, nimeanza kuchimba hapa kisima. Uongo kweli? Na leo hii nimepatana na mtaalamu wa maji atakuja kutufafanulia na kutueleza. Ninamwambia kaka yangu injinia Lois, huku ninapoenda watu wangu wana shida ya maji watu wangu wanapata changamoto kubwa ya maji sasa. Nimekuja na mtaalamu wetu wa maji, atueleze mipango yake, watueleze lini mtakunywa maji katika kata hii. Maana yake kama mimi mbunge tayari nimeshaieleza mara nyingi serikali, nimeshajitoa mwenyewe kama mbunge kwa kuchimba kisima, lakini bado nataka kata hii tupate mradi mkubwa, ili tuweze kuepukana na tatizo hili la maji. Kwa hiyo ye... leo hii sasa akina mama vijaswali ninawapa mabeseni na kanga.